Uh, ndugu zangu wafuatiliaji wa, wa chaneli yetu ya Kingo Farm. Leo nimewaletea makala nyingine nzuri, makala inayohusiana na matumizi ya, ya majivu pamoja na mkaa kwa kuku. Ndugu zangu wafugaji, majivu na mkaa vina nguvu kubwa sana kwa kuku kama unataka kupata matokeo mazuri kwa kuku wako, lakini pia kama unataka kupunguza gharama, ni vizuri kwa una, unatumia sana haya majivu pamoja na mkaa. Yanapunguza gharama kwa kiwango kikubwa sana, lakini pia matokeo yake ni mazuri, na ni ya muda mfupi, na yanaonekana kabisa. Majivu pamoja na mkaa vinatumiwa katika mazingira mbalimbali mbali ya kuku kwanza, kwenye mabanda wanayokaa unatumia majivu pamoja na mkaa lakini pia kwenye maji na pia kwenye chakula, lakini pia unaweza ukatumia majivu kama biosecurity. Kabla mtu hajaingia bandani, akakanyaga majivu ndo akaingia ndani, kwa sababu ya umuhimu wa majivu. Kwa hiyo majivu yanafanya kazi kwa kuku katika mazingira tofauti, tofauti. Aa, sasa tuanze na faida za majivu kwa kuku. Naomba unisikilize mpaka mwisho ili uweze kujua faida za majivu pamoja na mkaa kwa kuku, lakini pia nitakuelekeza kiwango cha matumizi au matumizi sahihi ya haya majivu na mkaa, kwa sababu majivu na mkaa ukizidisha kwa kuku utapa, utakuta matokeo ambayo ni, ni ni hasi, yani matokeo ambayo sio mazuri kabisa, kama utazidisha kiwango. Lakini kama utatumia kiwango kinachostahili utapata matokeo mazuri. Aa, majivu ukiwapa kuku kwa wingi au ukazidisha kipimo huwa wanavimba nyongo, nadhani kwa mtumiaji wa majivu utakuwa umeshawahi kukutana na hii changamoto, kama ulizidisha kipimo utakuwa unanielewa. Ndo maana anasema unifuatilie mpaka mwisho ili ujue faida, lakini pia ujue namna ya kutumia au matumizi sahihi ya haya majivu pamoja na mkaa, ili uweze kupata matokeo mazuri. Uh, kwanza kabisa nipende kuwaambia haya majivu ambayo tunazungumzia hapa ni majivu, haya haya, ya kuni au majivu ya moto ambayo tunautumia kupikia. Na kwenye upande wa mkaa ni mkaa huu huu ambao tunautumia kupikia. ukipata miti ile migumu uh, mikaa yake ile huwa inakuwa ina, ina, ina, ina, inafanya vizuri zaidi kuliko ile miti miepesi kama miembe, sijui misonobari, huwa haipo inafanya vizuri lakini sio sana kama miti ile migumu. Miti migumu huwa iko vizuri zaidi. ukipata mti ule wa marobai mkaa wake huwa unafanya vizuri zaidi. Ah, tukianza na mkaa, faida ya mkaa huwa inakuwa ina, ina, mkaa kwanza una madini ya kasham, una madini ya kasham, kwa hiyo huwa unasaidia kumwongezea kuku madini ya kasham, lakini pia unasaidia ku, ku, ku kupunguza miharo unapunguza miharo kwa kuku, kwa sababu mkaa huwa unaweza kupambana na wale vimelea wa, vimelea wa minyoo wale vimelea ambao wanasababisha minyoo, basi mkaa huwa unaweza kuwaondoa. Kwa hiyo kama kuku wako watakuwa hawana minyoo, maana yake hawatakuwa na ile miharo ya mara kwa mara. Kwa hiyo mkaa huu ukiuweka kwenye chakula au kwenye maji, utakuwa umewaongezea kuku wako madini ya calcium, lakini pia utakuwa umewapunguzia ile adha ya kupata miharo ya mara kwa mara, ambayo mara nyingi inasababishwa na, na minyoo. Unakuta kuku ana minyoo, anakuwa anahara mara kwa mara. Kwa hiyo mkaa ana uwezo mkubwa sana wa kupambana na hii minyoo. Ukija kwa upande mwingine, mkaa pia huwa unasaidia kupunguza harufu ya amoni ya bandani, kama ilivyo majivu. Aa, sana sana huwa tunapenda kutumia majivu kwa sababu majivu ndo yana uwezo mkubwa kuliko mkaa wa kupunguza harufu ya bandani kwa hiyo ukiona banda lako labda linatoa sana harufu kutokana na kile kinyesi ambacho kuku wako wanajisaidia, utachukua haya majivu na utayamwagia mle bandani, utapita unamwaga bandani. Lakini pia kabla kuku wako wajao na kile kinyesi chenye harufu kali, kwenye maji yao ya kunywa kuku wako pendelea sana kuweka mkaa. Ukiwa unaweka mkaa, huwa unasaidia pia kupunguza harufu ya kile kinyesi ambacho kuku wanakuwa wanajisaidia, kinakuwa hakina harufu kali. Kwa mtu ambaye anampa kuku wake mkaa au wanampa hivi vitunguu saumu tangawizi, kinyesi cha kuku kinakuwa hakina harufu kali, kama kwa mtu ambaye hawapi kabisa hizi vitamini za asili. Ukiwa unawapa vita aa kwa ajili ya kupunguza harufu ya kinyesi bandani. Uh, tukija pia kwa upande wa yule mtu ambaye anafuga kuku wanaotaga, wanaweza kuwa jotara au wanaweza kuwa layers. Ukibaini kuwa kuku wako wanataga mayai ambayo yana gamba jepesi, yani hayana lile gamba gumu, basi moja kwa moja jua hao wana shida ya madini ya calcium. Tafuta mkaa wako, wawekee kwenye chakula. Ukifanya hivyo kwa kuku, ndani ya siku tatu utaona mabadiliko makubwa sana. Kama kuku walikuwa wengi wana hii tabia ya kutaga mayai ambayo yana gamba jepesi, utakuta mara moja wanataga mayai ambayo yanagamba gumu kwa sababu mkaa una kiwango kikubwa sana cha madini ya kalsiamu. Lakini vilevile vile mkaa kwa kuku ambao wote, kama ni kuku wa nyama ni kuku wa mayai, ukiona wana changamoto sana za miguu yao kwenye miguu yao mle uh, wanashindwa kutembea vizuri, miguu haina nguvu, pia wawekee mkaa. Ukiwa unawekea mkaa kwenye chakula, utaona hii changamoto imeisha kabisa, kwa sababu mkaa unawafanya waweze kuwa na mifupa imara, kutokana na madini ambayo yapo kwenye mkaa. Uh, lakini pia haya majivu unaweza kuyatumia kama biosecurity uh, kwa sababu majivu yana uwezo mkubwa sana wa kupambana na virusi pamoja na bakteria. Kwa hiyo, kama bandani kwako huwa unanunua dawa, watu wanakanyaga pale nje kabla hawajaingia, ukiona labda hauna hela au unapenda kutumia vitu vya asili, tumia majivu, weka majivu nje, mtu kabla hajaingia akanyage ili aweze kuingia bandani. Kwa sababu akiingia akiwa na majivu kila sehemu atakayokanyaga Ah, haitaweza kudhurika na bakteria wala na na virusi kwa sababu ina uwezo mkubwa wa kupambana na virusi pamoja na bakteria. Hata tunapomwaga bandani tunamwaga bandani ili kuweza kuangamiza virusi bakteria pamoja na harufu. Lakini pia hata kama kuku wako akishambuliwa na kideri, huwa tunatumia majivu kwenye mchanganyo kwa sababu majivu yana uwezo mkubwa wa kupambana na virusi, na kama tunapojua kideri ni ugonjwa wa virusi. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa unatumia vizuri majivu pamoja na mkaa. Sasa kabla sijamalizia kwenye matumizi sahihi, ni wakumbushe sisi Kingo Farm tuna kitabu cha tiba za asili ambacho kina tiba zote za asili za kuku, za magonjwa yote, kina maelekezo na kila kitu. Kinga, tiba pamoja na vitamini za asili zote tunazipata kwenye hiki kitabu. Lakini pia tuna kitabu kingine cha safari ya ufugaji ambacho kina miongozo yote ya kumlea kuku chotara kuku layers pamoja na kuku wa kienyeji. Kina formula mbalimbali za kutengeneza chakula kwa ajili ya kuku hao. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler ambacho kinaelekeza kuanzia siku ya kwanza unampokea broiler mpaka unamuuza, anahitaji huduma gani, kila kitu anachokihitaji vilevile tuna fomula ya kumnenepesha jogoo. Uh, hivi vitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi kwa kila kitabu. Fomula ni shilingi elfu tano. Fomula ya kumnenepesha jogoo ni shilingi elfu tano. Vitabu kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukihitaji tuna kutumia softcopy kwa njia ya WhatsApp ambapo wewe utaenda kuprint stationali na utapata kitabu halisi au utaweza kukisoma humo humo kwenye simu. Uh, kama unahitaji huduma hizi Chukua namba kwenye video na uweze kutupigia au kututumia ujumbe wa WhatsApp. Lakini vile vile nimesahau tuna kundi la WhatsApp, kama unahitaji kujiunga, ada ni shilingi elfu tano. Kilipia elfu tano, tunakuunganisha kwenye kundi unakaa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mwezi mmoja na nusu mpaka miwili unapata elimu. Ah, huu mkaa pamoja na majivu unaweza kuweka kwenye chakula au kwenye maji ya kunywa. Kama utaweka kwenye chakula huwa inakuwa ni asilimia moja ya mchanganyo wako na kama kwenye maji basi kwenye kila lita ishirini ya maji unaweka kijiko kimoja cha chakula kwa ajili ya kufanya hivyo vitu ambavyo nimekuelekeza hapo nyuma.